Tuna hesabu masaa machache kutoka hapa tulipo kufikia saa moja kamili za jioni, kwa saa za Afrika Mashariki ambapo utakuwa ni mchezo wa first leg Knockout stage quarter final mwakilishi ni mmoja tu aliyebaki kwa hivi sasa, eh, Simba Sports kutoka ukanda wa Sekafa nazungumzia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nipo na Dula Heavyweight, licha ya kuwa kesho pia majira eh, ya saa kumi Dimba Al Hassan Mwinyi, kutakuwa kuna mchezo pia. Tabora United watakuwa kimkaribisha Young Africans ambaye tayari yupo Tabora na ameshafanya mazoezi yake ya mwisho. Yako iko vipi Dula? Kwa mambo anasemaje ndugu yangu. Alhamdulillah. Bwana hii imekwenda vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu tumekula biryani mm. E, na sio mbaya mm. kwa sababu unajua unavyopata nafasi ya kuona siku ya Eid unabidi umshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna wengine unakuta wamefunga, lakini kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu amewapenda wamekwenda kula Eid huko akhera. Kwa hiyo sio mbaya, tumekula pilau tumefurahi, na pilau lilikuwa zuri kuliko la Mtemi Mirambo <laughs> mm. e bana Mi ni kupeleke eh, kule nchini Misri ambako Simba yupo kwa hivi sasa, na kubwa sana ni mchezo wa robo fainali. Shauku ya wengi hivi sasa wameshasikia mengi, kama ni tekniki, taktiki zote hizo wameshazisikia eh, kutoka kwako. Sasa hivi tuangazie kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kitakacho kwenda kukabiliana na Al-Masry wenyewe. Oo, of course uh, kikosi kwa upande wangu mimi nafikiri hakitakuwa na mabadiliko makubwa ya hakitakuwa na mabadiliko makubwa yeah, naamini na, kwa sababu pinpin Kamara kwenye upande wa goalkeeper amesharejea, ameshapona majeraha ambayo alifanya kukosekana kwenye baadhi ya michezo. Naamini anakwenda kuanza pale kwenye eneo la goalkeeping. Niendelea eh? Ya, na upande wa fullback wa kulia, Shomari Shomari Kapombe. Unajua Shomari Kapombe amekuwa na performance nzuri sana. Amekuwa na muendelezo wa kuperform vizuri. Ana makosa yake fulani ya kiuchezaji, kiufundi especially kwenye kudefend, lakini uwezi ukaacha ukongwe wake na uzoefu unamfanya kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kuwa wachoraramani wazuri wa kuhakikisha Simba wanapata matokeo mazuri kwenye uwanja wa Suez Canal kule, uh, nchini Misri kwa hiyo nafikiri kwenye eneo la namba mbili bila shaka Shomari Kapombe ata, atacheza sawa, eh? Uh, sa kwenye namba tatu fullback wa kushoto atacheza yule yule Mohamed Hussein. Na watu wanabidi waelewe Mohamed Hussein anacheza sio kwa sababu hana mpinzani. No. Ana mpinzani mzuri tu ambaye ni Valentin Noma, lakini kinachofanya acheze ni muendelezo wa performance ambao amekuwa akionyesha kwenye kila wiki ya mchezo kwa hiyo naamini upande wa kushoto atacheza Muhamed Hussein. Kwa hiyo fullbacks wa Simba wataendelea kubaki Shomari Kapombe pamoja na Muhamed Hussein, bila shaka kwenye eneo la mabeki. Wakati nafikiri Shemalon Fondo bado hayuko vizuri, na kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba bado anasumbuliwa na tatizo la jeraha ambao amelipata, kwa hiyo E, italazimu kocha Fadlu kuweza kufanya maboresho kwenye hilo eneo na naona kutakuwa kuna partnership ya Abdulrazak Hamza pamoja na Shamu Kharabu. Of course, Shamu Kharabu yeye, mimi sina wasiwasi naye kwa sababu ni mchezaji ambaye anaweza ku, kuofa kitu kizuri. Ingawa anapata nafasi kwenye mchezo ambao una pressure zaidi kwa msimu huu kuliko michezo ambao sofa amepata nafasi. Lakini naamini yule ni mchezaji ambaye mpaka unasajiliwa na Simba Mm tafsiri ya raka raka una uwezo wa kuhimili michezo mikubwa na yenye pressure. Kwa hiyo mimi naamini ataperform ata vizuri. Ni mchezaji ambaye ame, ametoa tuzo ya beki bora msimu uliopita na inaaminika ni miongoni mwa mabeki bora zaidi kwenye generation hii kutokea nchini Ivory Coast, Shamwe Harabwe. Kwa hiyo atacheza pale pamoja na brother Hamza. Tukitoka hapo kwenye safu ya ulinzi, tunakuja kwenye eneo la kiungo ambapo sitegemei kuona mabadiliko yoyote. Naamini tu Yusuf Kagoma ee, ataanza na sio tu kuanza, huyu atakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao watawapa wakati mgumu sana Al-Masry Yusuf Kagoma. Of course, yeah, atawapa wakati kwa sababu anafanya kazi yake kwa, kwa, kwa ufanisi mkubwa sana na yeye ndo amekuwa akisababisha Simba kuwa na ee, mwendelezo mzuri sana. Unajua Simba ni timu ambayo kuifikia lango lake ni kazi kubwa sana kwenye ligi. Kwa hiyo hata kwenye ligi ya mabingu, kwenye ligi ya kombe la shirikisho uh, amekuwa na hiyo performance na ndio maana unaona Simba ni miongoni mwa timu ambazo pia zimeruhusu mabao machache, mabao manne tu sawa na hao wa Almasri. Kwa mantiki hiyo ni kwamba atakuja kuwapa wakati mgumu sana Almasri, na atacheza pale pamoja na partnership wake Fabrice Luamba Ngoma eneo la midfield pale na kama unakumbuka niliwahi kukwambia Fabrice Luamba Ngoma aliunda kile kikosi cha Vita Club ambacho kilifika fainali ya kombe la shirikisho mwaka 2018 na alicheza na Almasri kwenye hatua ya nusu fainali wakawafunga nne bila. Kikawa kipigo cha pili kwa ukubwa kwenye michuano ya kombe la shirikisho e, baada ya kile cha Zamalek ambacho walipigwa mabao matano kwa moja. Sasa katika kile kikosi ambacho kilimfunga Almasri mabao manne, eh, Fabrice Ngoma alikuwepo kwenye kile kikosi kwa hiyo ni mchezaji ambaye atawapa Simba ramani ya kuweza ku na mind, ndio mchezaji ambaye aliunda pia kikosi hicho hicho kwa sababu first leg ya nchini Misri walitoka sare ya bila mabao mm. Na inakuwa ndio timu pekee kuweza kupata sare katika hatua ya knockout stage ya bila mabao. Maana yake nilikuelezea kwamba Almasri wakiwa dimba lao la nyumbani lazima wafunge at least bao. Sasa mara mwisho kwenye hatua ya knockout stage Almasri kushindwa kupata bao ilikuwa ni dhidi ya Vita Club mm. katika sare ya bao ya bila mabao mwaka 2018 mm. Fabrice Ngoma alikuwepo kwenye kikosi. Kwa hiyo tunaamini uwepo uh, wake kwenye kikosi uta, utakuja na majibu sahihi ya jinsi gani ya kuweza kuwakabili mm. Almasri. Yeah, kwenye namba 10 atacheza yule yule Jean yeah. Chan Ahua mm. ambaye uh, ni mchezaji ambaye amebeba amebeba e, mikoba ile ya jinsi gani ya kuweza kuplay make na kuweza kutengeneza mabao pamoja na kufunga kwenye kikosi cha Simba Sports Club. mm. Haitaji maneno mengi, umeelewa. Ni mchezaji ambaye ana performance nzuri na alifunga bao moja katika hatua ya makundi, umeelewa. Nafikiri dhidi ya Black Bulls na wale FC Bravos do Maquis kwa mkwaju wa penalty. Umeelewa. Na ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri sana wa kupiga zile set-piece ambazo watu wanazidharau lakini yani miongoni mwa mabao ambao yamekuwa akitumika sana kwenye hatua kama hizi kwa sababu mara nyingi kwenye open play, watu wanakuwa wanajua jinsi gani ya kuweza kukabiliana na ile pressure ya mchezo. Atacheza pale. Lakini kwenye namba saba atacheza Kibu Dennis Prosper, Kibu D. Mnaelewa? Hana maneno mengi. Yani sitaki kumwelezea sana kwa sababu ni mchezaji ambaye ana mabao matatu e, ana performance kubwa sana e, especially anapocheza na timu kutoka kaskazini kwa Waarabu hawa, sitaki kumzungumzia sana. Nafikiri watu wanaelewa, kibdenis ni mchezaji wa aina gani? Ni mchezaji wa mechi kubwa, na hii ni mechi kubwa. Naelewa hii ni mechi kubwa sana kwa Tanzania, hakuna mechi kubwa kuzidi hii, siku ya tarehe 12 tarehe mbili, tare mbili manake kesho eh? kwa hiyo safi sana kwa kunikumbusha <laughs> kwenye namba 11 atacheza Eli Mpanzu Kibisawala, e. e. Eli Mpanzu Kibisawala, mkongomani mwingine. Unajua Almasri, watu wabidi waelewe Wakongo eh? Yani Wakongo na, na, na, na Almasri ni vita ya panzi kwa, kwa kunguru. kwa hiyo na kwa bahati mbaya sasa Almasri ndo kunguru, namaanisha ndo panzi alafu Wakongo ni kunguru kwa sababu kunguru wanakula sana panzi. Kama, una, kama unaweka record unalazimishwa una, una kuweka record mbovu. Maana yake kipigo kikubwa cha pili kwa ukubwa kwenye michuano ya kombe la shirikisho kwenye knockout stage kinashikiliwa na Al-Masry. Na wamefungwa na kina nani? Wakongo. Sasa wanavyoona Mkongo ipo kwenye kikosi. DNA ya Wakongo ndani ya kikosi cha Simba inaongeza kitu. Unajua ukisema Wakongo, yeah, ita, wa Wakongo maki kwenye ligi yetu wako wengi lakini unazungumzia miongoni mwa Mkongo ambaye anajua vizuri kufanya kazi yake, ndio yeah, huyo Eli Mpanzu. Nitajie Mkongo gani anayemzidi kiwango anayecheza ligi ya Tanzania kwa sasa, hakuna. Ikangalombo, ikangalombo? hapo hmm. <laughs> kwanza ncheke kwanza, hapo kwanza <laughs> <Apo> ncheke bado <kwanza> <laughs> <Kumba wa, laughs> bado, bado yani unajua nyeupe weka nyeupe, ndugu yangu Ikangalombo, kwa sababu hata kwa Yanga tu nafasi ya kuanza kwenye kikosi bado hajawa na uhakika wa kuanza. Hata waliomuona wanasema bado anahitaji kupata fitness, bado anahitaji kupunguza mwili, bado wana... Sasa mchezaji kama huyo bado, afu utakuja umfananishe ghafla bin vu na mchezaji ambaye eh, ndo winga bora zaidi kwenye ligi kwa ujumla wake, kuliko winga yoyote ambao unamjua. Of course ana ana, ana, ana deserve umeelewa mm -hmm. na namba tisa, mm -hmm. Kimbembe au sio? mm -hmm. E, lakini naamini e, Lionel Ateba imechi anaenda kucheza direct. Yani anaanza. Mm, pamoja na kwamba Steven Dese Mukwala yes, amekuwa na muendelezo mm -hmm. mm -hmm. wa kufunga kila anapoingia mm -hmm. au anapoaminiwa kuanza kwenye kikosi au anapotokea bench, lakini uh, kinachomgerenti Lionel Ateba kucheza ni jinsi ambavyo Fadlu anataka timu yake iflow, atakin play ya attacking player Simba Eh, inakuwa inabebwa zaidi na Leon Lateba akiwepo kikosini kwa sababu ya uwezo wake mzuri wa kuroll maeneo mengi kwenye eneo la ushambuliaji kushuka chini kuunga kuungana na viungo wake, eh, kuchezesha kiasi fulani, eh, kutokea eneo la juu la uwanja, uhakika wa kuweza kuwin zile aerial duos ambazo zinapigwa kutokea nyuma na vitu kama hivyo, sababu automatically Simba kuna muda atakuwa analazimika kudefend kupunguza pressure ya Al-Masri na kujaribu kutupa mipira mirefu kwenda kwa washambuliaji. Kwa hiyo sasa Leon Lateba anaweza akawa na impact kubwa kwenye mifumo hiyo kuliko Steven Desem. Kwa sababu mtu haelewi, unabidi umueleweshe kwa nini huyu anabidi acheze, huyu asicheze. Kwa sababu watu wanaangalia tu magoli, huyu amefunga magoli mangapi? Hmm. Amefunga... hmm. Mpira sio magoli, mpira ni pattern na structure ya uchezaji kwa ujumla. Kwa hiyo hichi ni kikosi ambacho kitaenda kuanza dhidi ya Al-Masry, na ningeweza kutaja kikosi cha Al-Masry lakini kwa bahati mbaya Watanzania hata ukiwatajia Yeah. Sio, sio, sio kipaumbele chao kwa kifupi. Kwa hiyo mm, so kwa, e, kwa upande wa Simba ndio hivyo, na hii ndio mechi kubwa ndani ya wiki hii ya mashindano. Hakuna mechi kubwa kwa Tanzania hapa kuzidi mechi ya Almasri versus Simba Sports Club. Ingawaje kwenye mitandao mm, e, kumekuwa kuna makelele, ni kama makelele ya mbu au makelele ya chura ambayo yanam, yanataka kumzuia tembo kunywa maji, jambo ambalo si si, si, si la kweli, si la kweli. Yani mechi kubwa ni, sim, eh, ni Almasri wanamkaribisha Simba, hiyo ndo mechi kubwa ya weekend. Lakini umesema, eh, mitandaoni umeona kwa maana ya kwamba imechukua nafasi kubwa kuliko ni mchezo wa Simba. Of course, ni kwa sababu ya majibizano ya hapa na pale, hmm, ya hicho kimechi kidogo. Umeelewa, majibizano ya kimechi kidogo kimepelekea, unajua timu kubwa huwa muda mwingine hazifocus sana na mambo ya mitandaoni mambo ya nini ina focus na maandalizi ya ndani ya dakika tisini ya mchezo, alafu kuna zile mechi ndogo ndogo ambazo zinataka kuteka mitandao kwa sababu zinataka kuaminisha kwamba hii ndo mechi kubwa. Eh, na inalazi, na zinalazimika maana ukisema timu ndogo unamaanisha Tabora Tabora na Yanga ni mechi ndogo kukompea na Simba dhidi ya Al-Masry. Yaani hiyo haihitaji. na of course unajua kuna kuna, kuna kitu watu lazima waambie. ukizungumza kitu kilichonyoka kama hichi Mtu wa hovyo lazima atakuja atapinga. Wewe umekaa mm, kishabiki lakini muulize mchezo mkubwa kati ya Simba na Almasri au Tabora na Yanga, upi mchezo mkubwa? Automatically jibu litakuja mchezo mkubwa ni Simba na uh, Almasri kwa sababu ni mchezo wa kombe la shirikisho na ni knockout stage. Sio qualification ya kuingia makundi. Mm. Sasa, ukisema ukweli kwamba bana, mchezo mkubwa au sio? Wiki hii ya mashindano ni Simba wanacheza na Almasri kule Misri. Sasa jiulize, kuna kosa gani kusema ukweli kama hu kwamba huu ndio mchezo mkubwa? Yanga na Tabora ni kama mchezo kadoncho hapo, ehe, hapo sasa. Kwa kwanini, yani kwanini wabishi wakati ndio ukweli? Yani, unajua mimi, mimi nataka ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, niulize swali dogo mchezo wa Young Africans sindio, ambao mm. unaokusanyia pointi za kutaka kubakisha kila alicho kuvuna msimu wa 20? sio mchezo aah, mie usiniambie ni mchezo mkubwa mm. ule ni miongoni mwa michezo ya kawaida ambayo yanachezwa kwenye ligi. Sio mchezo mkubwa. Mchezo mkubwa ni Al-Masry wanamkaribisha Simba. Mimi ukiniambia, okay. mchezo wa Simba na udogo wa mchezo wa Yanga uko kwenye nini? Ukubwa. Yeah. Ukubwa si hadhi ya, ya, ya mchezo pamoja na ushindani ambao unaenda kutokea ndani ya dakika 90 za, za uwanja. Na ukubwa wa timu zote mbili. Mm. Aina, wachezaji wanaounda kikosi cha Simba currently. Pamoja na wachezaji ambao wanaunda kikosi cha Al-Masry. Nimetoka kuwaelezea sana. Eh, kwa hiyo kuna wachezaji pale wana ligi ya, ya mabingwa barani Afrika wapo akina Salamu kuna mchezaji hapa ya kombe la shirikisho Fakhreddin Ben Yusuf, wachezaji wamecheza fainali ya, ya kombe la shirikisho mm. Mahmud Hamada na wengineo, umeelewa? Fabrice, Fabrice Ngoma, Fabrice Ngoma ana ubingwa. Koma fainali gani? Fabrice ana ubingwa bum wa kombe la shirikisho akiwa na Raja 2021 ubingwa, umeelewa? mm. Sasa takompea na wachezaji ambao wana, wana, wana, wana, wana, wana, wanafanya wana, mpinzani anachukua kombe wao wanashangilia, yaani wewe ushaikuona wapi kombe anachukua mwingine, washangilia wewe. mpinzani anachukua kombe, Usman furaha unayo wewe? sasa hiyo yani, aua anatakiwa baada ya uzunike, umekosa kombe, unafurahia tu, umekosa kombe na kwa medali sababu tuna, tuna medali. Sasa hiyo, hiyo inaweza ikawa. ni, ni kitu cha, cha, cha, cha msingi mm. timu kubwa huwezi kukuta inafanya vitu vya, vya ajabu kama hivyo, eti kwa sababu imefika fainali yake ya kwanza. Kwa hiyo unatakiwa ushangilie kukosa kombe. Inawezekana vipi? Sababu mm-hmm. Yeah. Mimi sitaki kuzungumzia hilo swala. Yeah. So, kila mtu na uelewa wake na kila timu na malengo yake. Mm. Of course kuna timu zina malengo ya kubaki kwenye ligi tu. Yeah. Na zikibaki zinashangilia au si? Mm. Lakini kitakachokufanya wewe identified kama ni timu ndogo au timu ya kawaida ni jinsi ambavyo unashangilia malengo yako. Mm. Ukishangilia kubaki kwenye ligi automatically wewe ni mid table team ukishangilia kukosa kombe eh, maanake we ni timu ndogo katika michuano husika. Na ukionekana kuto kuchukizwa na kukosa kombe, tafsiri haraka haraka, ulikuwa hutegemei kama utafika huko. Sasa eh, kwa maana kwa maana hiyo kwamba unajikuta una unafika una juu pasipo kutegemea, alafu mpinzani anakuwin, unashangilia una, una, una una nimerudi na una, una medali na medali hizi ni Uh, tunasema hizi ni mentality ambazo zinatakiwa zifanywe na timu ndogo ndogo. Ukishakuwa timu kubwa uh, kwenye, kwenye nchi yako au ukiwa na ukubwa kwenye nchi yako, unatakiwa ubadilishe mentality ya mashabiki wa ajabu ajabu ambao wanashabiki wanashabikia eti kukosa kombe, sababu kwa namna yote uwezi ukashabikia kukosa kombe, si unaelewa. Na kama itatokea Simba amefika fainali, si unaelewa, ya kombe la shirikisho, ikitokea Simba amefika fainali ya kombe la shirikisho akafungwa kwenye fainali, manake kwenye michuano, kwenye uh, final score ya, ya, ya michezo yote miwili kwenye aggregate ikafanya Simba sababu vyote vyote, mind you, kama Raja Casablanca 2021 anatolewa na Tengwi CFC Diop na kina Paul Valere Vasene wanatupwa huku kwenye kombe la shirikisho kutoka kwenye preliminary stage ya CAF Champions League, wanaenda mpaka kufika finali na kutoa kombe. Sasa unamzungumziaje timu ambayo ina uwezo wa kufika robo finali? Umeelewa, kila anapofanikiwa kuingia makundi asiweze kuwa bingwa wa hii michuano. Kwa hiyo narudia na tena timu ambayo ina uwezo wa kufika robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kama ambavyo Simba Sports Club kuwa timu pekee kuweza kufika robo fainali kila edition aloingia kwenye group stage, kwa sababu kuna timu ambayo iliweza kuingia group stage mara mbili, lakini mara moja imeshindwa kwenda kwenda robo, sio alafu, kuna Simba ambayo mara nne zote kaenda robo. Hiyo timu ya hivyo haiwezi kushindwa kwenda fainali ya kombe la shirikisho. Yani, labda mshabiki wa kawaida wa oyaoya ndo anashindwa kuelewa simple reasonings kama hizo, na ndio maana nakuambia tena, Jafe Simba Sports Club akifika finali, ikitokea hajafika sawa, lakini akifika finali hutoka uone anashangilia medali I promise. Yani, hicho kitu na, mimi na uhakika nacho, kwa sababu of course mimi mechi nyingi za barani Afrika naziangalia, najua tabia za timu nyingi, umeelewa. Simba hawezi kufanya kitu kama hicho bana. Ukizima zote, hakikisha unawasha tu moja. Kwenye mitandao ya kijamii andika heavyweight_dullah ndsdula utampata hivyo eh, kwenye kila kona ya mitandao ya kijamii, lakini usisahau kuwa ukipita kwenye kona ya Wisport TV kote: Facebook, TikTok, Instagram pamoja na YouTube, natupata kwa jina hilo hilo moja la Wisport TV. Sisi tunawekea nukta hapa kusubiri mechi kubwa, kwa mujibu wa maelezo ya Dula eh, Heavyweight ambayo ameyazungumza hapa kwamba Tarehe mbili, mchezo ni mmoja tu. Hizi kelele za chura hazimtishi tembo kunywa maji. Sasa amua wewe, chura ni nani na tembo ni nani kwenye hii michuano ambayo inaendelea hivi sasa, shirikisho barani Afrika. Niweke nukta langu, jina ni Jafet Mpango, mwenzangu kwa upande wa kamera mm, ni Augusto Tabibu, <tabibu>